Mashabiki wengi nchini walimisi kuona mzee wangu akizungumza juu ya haya ambayo yanaendelea hivi sasa. Na huyu ni Mzee Kipepeo, mjumbe wa baraza la wazee kutoka Young Africans. Yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengi bana, nikwambie tuendelea kuungana nasi. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salamu rahmatullahi, wa barakatuh. Hmm, mashabiki walimisi sauti yako ukizungumzia mpira wa miguu. Ndio hiyo wanayoisikia na mimi nikizungumza mzee hmm. wangu eh... Sasa hivi tunashuhudia mengi ambayo yanaendelea, ndio kata kubwa ni kuelekea katika mchezo wa tarehe 25, licha kuna michezo hapa katikati. Simba Sports Club imeonekana kuwa kimya. Ukimya huu unaashiria nini? Ni maswali yalio, ya mashabiki wengi hapa nchini. Eh, ukimya wa mtu huwezi ukautafsiri mtu mwingine huwezi ukautafsiri mtu mwingine, kwa sababu ukisikia ukimya, maana yake ni usiri, na usiri uko ndani ya nafsi yake, na nafsi ndiyo inayozungumza na akili yake mm. Sasa hicho anachozungumza kukitafsiri mtu mwingine mm. hali ya kuwa hakutoa sauti ya kuainisha kile anachofikiria mm. kukizungumzia mtu mwingine itakuwa sio rahisi mm. kwa hiyo hata mimi kidogo ninapata ukakasi juu ya hilo mm. Isipokuwa inawezekana labda wamenyamaza katika maandalizi ya mchezo wa tarehe ishirini na tano. Inawezekana ikawa wanafikiria tarehe ishirini na tano wana itakuwaje? Inawezekana ikawa wanafikiria Yanga hatuwawezi, wanatufunga sana, tufanyeje? Yote hayo yanaweza yakapelekea kuwa kimya. Na, na Yanga katika kuyafikiria yote hayo hmm, ni wajibu wao Simba, kwa sababu Yanga yuko juu ya, ya, ya, ya Simba lazima achukue tahadhari kubwa, lakini katika kuchukua kwao hiyo tahadhari kama hivyo ndivyo, hmm, ni kiasi ambacho cha kutafuta njia ya kupunguza labda magoli, lakini kufungwa kuko pale pale. E, mashabiki na wanachama wa Simba wamekwenda mbali na kusema ya kwamba mchezo huo hawako tayari kuhudhuria kiwanjani na hawatamani kusikia viongozi wakipeleka timu siku ya tarehe 25 mpaka watakapoambiwa sababu za msingi za mchezo kusogezwa mbele, na kama ni kigogo ambaye alipiga simu eh, wakazuiliwa kufanya mazoezi kiongo kigogo huyo atajwe, kama ambavyo alisema eh, afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Africans Ali Shabani kamwe. Ali Shabani kamwe hakusema isipokuwa Ali Shabani kamwe kanukuu hilo hmm. baada ya wito siku ile walipokwenda kule TFF mmoja katika miongoni mwa viongozi wa TFF ndo aliyeweza kuainisha hilo kwa kusema kwamba tulipigiwa simu tukaambiwa tusifungue mlango na kigogo mmoja wa serikali. Kwa hiyo Ali Shabani Kamwe, hilo sio lake isipokuwa yeye alimnukuu huyo aliyoyasema hayo. Na kuhusiana na swala la kusema Simba hawaleti timu uwanjani, ni mawazo yao, maamuzi yao, hatuwezi tukawazungumzia sisi. Hata sisi tulipoamua kuto kupeleka timu, wao walikuwa hawakusema neno kwetu, kwa sababu walijua kwamba sisi hatusemi na wao, sisi tulikuwa tunasema na bodi ya ligi tukiwa na sababu zetu za msingi zinazotupelekea tusipeleke timu uwanjani hmm. Sasa na wao, hatujui labda wanazo sababu zao zinazowapelekea siku ya tarehe ishirini na tano wasilete timu uwanjani, na kama watakuwa na sababu hizo, sio kwa Yanga, labda wawe na sababu kwa TFF, wawe na madai yao, kwa sababu Yanga yeye ni mchezaji, tarehe amepangiwa ishirini na tano, wajibu wake kutekeleza yaliyopangwa yali na viongozi wetu wanaoongoza wenye dhamana ya ya mpira katika nchi hii. Kwa hiyo sisi tutatekeleza yale ambayo tuliambiwa, isipokuwa pale tulipokataa, tulikuwa na sababu zetu za msingi kwao hao wenye kutupangia, na hizo zimekwisha. Madai yetu yamefanikiwa kwa sababu madai yetu yalikuwa ya msingi ya kisheria na tulikuwa tukiitetea haki yetu, hatutaki dhulma. Ndio maana na sababu tuliweza kukataa wakati tukiwa na madai na wao, kama waka, watakataa, tutawasikiliza madai yao nini, baada ya picha eh, baada ya, ya Yanga Africans kuposti mchezo upo na picha ya mheshimiwa rais kuonekana na viongozi wa pande zote mbili. Ee, baadaye, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliposti kwenye mitandao ya kijamii akieleza kwamba nimewaita viongozi wa pande zote mbili katika harakati za kutafuta suruhu. Hii inaonyesha wazi ni kwamba busara imetumika sasa, na si sheria na kanuni. Ni kweli hii ni busara imetumika na kiongozi wa nchi, na ndo alivyo mzazi pindi pale atakapowaona watoto wake wanagombana, basi ajue sababu ya ugomvi wao nini, na akishajua hawezi kuhukumu kwa kumsikiliza mtu mmoja, na ndo maana ilimpelekea rais kuwaita bodi ya ligi, kadhalika viongozi wa Simba na Yanga ili apate kusikiliza sehemu zote, achuje, ajue kwamba tatizo liko mahala gani nanini, na linasababishwa na nini na iweje. Mimi kuhusiana na msimamo wenu ambao mlieleza kwamba si muda wa kutumia busara, na tunashuhudia busara imekwenda kutumika dakika za mwishoni, kama nili... fanya Simba kuweza kujenga hoja mbalimbali eh, kama nilivyosema, hmm, kiongozi hmm, ni mlezi hmm, mama ni mlezi wa raia wake Tanzania, hawezi akafurahi hmm, kuwaona vijana wake wakigombana wakilumbana halafu mbele yake haijulikani nini kitakachotokea. Kwa sababu nikwambie bila kukuficha, Yanga ni timu kubwa, ni taasisi sawa sawa na TFF, japokuwa TFF wao wana mamlaka ya kusimamia tu mpira, lakini na yenyewe ni, ni taasisi kadhalika. E, Simba ni taasisi siezi kama watoto wa nchi hii na kiongozi wetu mm. Au mza mlezi wetu mm. Ni mama mm. Amesikia tukilumbana mm. Amesikia tukigombana mm. Amesikia tukitofautiana mm. Kavumilia mwisho wa siku akawa hajui hatima yake itakuwa nini. Kabla haijapatikana hiyo hatima, maanake katika hatima kuna mambo mawili, yawe mazuri au mabaya zangu, kabla ujenda mbali, wamesema mtoke kwenye vyombo vya habari na kukubali kwamba kwenye mpira busara hivi kama ambavyo mlivyokuwa mkikataa kusema hakuna busara kwenye mpira wa miguu. Mpira mpira. Ya nani busara hiyo? Tunaweza tukatoka katika vyombo vya habari kwa mtazamo wa kuangalia hiyo busara ni ya nani, busara kama hivi hii ya huyu mama. Yeye mama sio mtu wa mpira, bali yeye ni mtu wa nchi, na kama ni mtu wa nchi, ana raia wake, ana nchi yake, wakati wote anaiangalia nchi yake, anapenda amani itawale na salama katika nchi, sio vurugu katika nchi. Anapotumia busara, yeye ni mtu wa mwisho katika kutunasihi sisi, eh, raia wake. Ijapokuwa mpira hauingii katika masala ya uongozi wa kiserikali, lakini mama yeye kaingia katika ushauri <coughs> kaingia katika ushauri na kutumia busara katika ushauri wake wa kutunasihi sisi, katika utaratibu turudi katika vyombo vyetu tuweze kukaa. Na ndio maana mama alipowaita, yeye hakudirective kusema kwamba mguto toka angefanya hivyo, ingekuwa yeye ndio kadirective, katoa amri, maana yake kwamba anaachisha watu katika mpira kwa amri yake, wakati mpira haihusiani hai, hai na serikali, lakini yeye kawaita kwa busara, hekima na kutaka kujua wanangu wanachogombea nini. Aliposikia akawanasi akawaweka katika njia, nendeni mkakae Muyajadili mambo yenu muyamalize katika njia iliyokuwa mzuri msilete tofauti. Moja kati ya mambo ambayo wamedai, eh, mashabiki na wanachama ambao wanaendelea kupaza sauti kwenye vyombo vya habari na wakilia juu hiki ambacho kinaendelea, wameeleza kwamba ili dabi ichezwe, wakubali wawe ridhaa kucheza dabi ya Kariakoo, wanataka matakwa hayo yaweze kufuatwa kwa, kwa maana ya kwamba yange tokea hadharani na kuthibitisha kwamba busara kwenye mpira wa miguu inatumika na, na ipo. Kingine wamedai kwamba refa atoke nje ya nchi ya Tanzania na si marefu wa Tanzania. Kingine wameeleza ya kwamba eh, watajiwe huyo kigogo ambaye eh, alihusika kwenye kupiga simu na kuwazuia wao kuingia kufanya mazoezi ya mwisho. Vikitekelezwa hivyo wao watakuwa tayari kucheza mchezo tarehe ishirini na tano. Na hapo hawako tayari wanadai hivyo vikitekelezwa wako tayari kucheza mchezo wa dabi. Mtekelezaji ni nani? Ndio maana hatujajua mtekelezaji katika malalamiko yao, mazungumzo yao, masharti yao ambayo walioyazungumza kuwapelekea wao uwanjani, wanampa nani? Tumjue wanayempa, kama tukimjua, tutamwachia huyo anayepewa katika maamuzi yake, iwe ndio au hapana. Atajua yeye, hatuwezi kumsemea sisi kuhusiana na suala la refa refa kutoka nje kuanzia mwaka gani? Tunaanzia mwaka huu, mwaka jana, mwaka juzi, mwaka huu, kama mwaka juu, mwaka huu, wanachoogopa nini mpaka wamtafute refa kutoka nje? Very good. Wakati waliokuwa wakichezeshwa na kadi nyekundu zinatoka bila ya kukosea mtu, mbona hatukuona kama wao walikuwa kweli wanajua haki jinsi inavyotakiwa? Mbona hawakusimama hata mmoja wakasema kwamba tumepewa penati lakini hii penati masema, sio halali. Kayoko waliwanyonga sana, hawajasahau machungu, ndio maana hawana imani na refa kutoka Tanzania kuchezea dabi ya walimnyonga. kwa nani? Kayoko, kwa sababu mechi tulizoziona za Simba hmm. ni nyingi, watu wamenyongwa katika nchi hii wamenyongwa katika nchi hii watu wengi zimetoka kadi nyekundu bila ya makosa, wakati wakicheza Yanga, kama sikosei, na Mashujaa ile, sijui wamenyongwa, ametolewa goalkeeper wa timu pinzani dhidi ya Simba bila ya kuwa na kosa, tumeona na mtoaje akiwa refa. Tumeona penati tatu za wazi kabisa ambazo wa Singida wamezipata, lakini walinyongwa, hawakupewa haki yao wakapiga. Hatukuwaona wakilalamika Simba kusema kwamba hizi penati jamani tatu, kwa nini refa huwapi? Wakapiga, lakini leo wametoka watu waliokuwa wanawabeba sasa wanaona kwamba wataumia, na uwezo wa kucheza mpira hawana, wanadai refa kutoka nje. Wakati walipokuwa wanabebwa, mbona hawakudai madai hayo? Hayo madai yatakuwa hayana mashiko, ni madai ya unafiki na sisi hatuwezi kuyasikiliza. na timu, ba, na timu walete, na viongozi wanaosimamia mpira katika nchi hii wayaangalie madai yao. Simba japokuwa wamezoea baadhi yao kuwasikiliza, maana walipokataa hatuleti timu uwanjani, hawakutaka kujua sababu ya kutokuleta. Sababu walizozileta zilikuwa hazina msingi, na wakawasikiliza. Sasa waliokuwa wanawasikiliza hawapo tena, kwa hiyo wanaona kwamba wataumia. Sasa ndo wanaanza kuleta masholo ya kutafutia sababu ya kutaka kutukimbia. Kwa heshima na taadhima, ningeomba mzee wangu e, utoe neno lako la mwisho kwa Yanga Africans, ikiwa ninyi kama viongozi, wewe kama mjumbe wa kamati ya, ya baraza la wazee la Yanga Africans, toa neno lako la mwisho kuelekea katika eh, hatima ya msimu huu, kwa maana ya kwamba michezo ambayo imebakia, na msimamo wa klabu kwa ujumla, kuhakikisha kuwa wanaleta furaha ndani ya klabu ya Yanga. Neno langu la mwisho nalowaeleza wana Yanga, kwanza mshikabano uwe na nafasi yake na nafasi yake iwepo pale pale. Kama tulivyoanza ndivyo tutakavyomalizia, na tukimaliza katika hali ya mshikamano, tutafika pale tunapopahitaji. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na la mwisho, napenda kuwaambia wanaYanga kwamba e, mechi tatu zilizobakia inabidi sisi tufanye maandalizi ya ukweli, maandalizi bila ya kudharau na bila ya kusikiliza hizo propaganda wanazozisema, hatupeleki timu, hatufanyiji. Wao wawe wanasema, sisi tuwe tunatenda, tujiandae kama inavyotakiwa kujiandaa. Na itakapofikia siku au kila mechi tutakayocheza, tuichukulie kwetu kama fainali. Maandalizi yatimie, na tuende tukacheze, na hatima yake tuwe mabingwa. Asante sana mzee. Asante. Asante.